Malaika, abe. Njo hapa. Abe dada, unajua kinachoendelea mtandaoni sasa hivi? Hapana, sifahamu dada. Kwani kuna nini? Huyu ni nani? Simfahamu. Unajitoa ufahamwe? Huoni kuwa huyu ni wewe kabisa. Huyo sio mimi dada, hata wewe mwenyewe unajua kuwa mimi najiheshimu na, na siwezi kupiga picha za utupu na kuziposti mtandaoni hata siku moja. Kwa hiyo unataka kusema nimekuwa mzee siku hizi sijui sura yako? Ni kweli huyo mtu amefanana na mimi, lakini mimi sijawahi kupiga picha kama hiyo dada. Ndio maana anakuambia huyo sio mimi Malaika, tafadhali usinitanie. Huyu ni wewe kabisa Dada mi nakuhakikishia sijawahi kupiga picha kama hizo, hata siku moja. Kama hujawahi kupiga picha kama hizi na hizi zilizopostiwa mtandaoni zimetoka wapi? Labda kuna mtu ametumia sura yangu kutengeneza picha za AI. Tafadhali Malaika, naomba usinitanie. Ni AI gani anayoweza kupatia hadi alama ya kovu kwenye paja lako la kulia? Hebu ngoja kwanza, nimekumbuka kitu. Umekumbuka kitu gani? Kuna mwanafunzi mmoja, ni rafiki yangu. Siku moja baada ya kutoka chuo, tulipitia nyumbani kwake ili nikachukua kitabu cha uchumi kwa ajili ya kujisomea. Tulivyofika akaniuliza kama anatumia kinywaji chochote, mi nikamwomba maji, ndipo akaniletea maji kwenye glasi. Lakini baada ya kunywa yale maji, nililala nikaja kuamka baada ya masaa matatu, na uhakika yeye ndo atakuwa alinipiga hizo picha na kuziposti mtandaoni. Hebu sinitanie Malaika, kama hiyo ndio aina ya marafiki zako huko chuoni, nashindikana nini wewe kupiga hizo picha na kuzituma. Lakini dada, mimi nakuhakikishia kweli, siwezi kufanya hivyo. Sikia Malaika, mimi siwezi kuvumilia huu ujinga wako. Naomba uondoke nyumbani kwangu sasa hivi, utajua utakapokwenda kuishi. Lakini dada, nimeshakwambia sio mimi niliyetuma hizo picha mtandaoni. Kwa nini hutaki kunielewa? Siwezi nikakuelewa kwa sababu hata mimi hakuna atakaye nielewa pale kanisani, na ukweli ni kwamba siko tayari kutengwa kanisani kwa sababu yako. Kwa hiyo bora uondoke ili kila mtu ajue kuwa hata mimi nimechukizwa na hiki kitendo ulichokifanya. Sasa mimi nitakwenda kuishi wapi dada? Utajua mwenyewe mahali utakapoenda kuishi, lakini hapa kwangu sikutaki. Karibu. Asante. Mimi ni askari polisi niyesimamia kesi ambayo inamhusu Malaika na nimeelekezwa kuwa hapa ndio anapoishi. Ni kweli alikuwa anaishi hapa lakini ameshaondoka, na kwa sasa mimi sihitaji kusikia kitu chochote kuhusu Malaika kwa sababu ameshanichafulia sifa yangu hapa mtaani pamoja na kanisani. Tafadhali dada, kuwa mpole sawa. Na kuwa mpole afande, lakini habari zake nadhani mimi hazinihusu. Usiseme hivyo kwa sababu wewe ndio dada yake. Hata hivyo, baada ya kufanya uchunguzi tumegundua kuwa zile picha kuna kijana alizituma mtandaoni. Kwa hiyo tumeshamkamata na sheria inachukua mkondo wake. Mungu wangu, sasa nitampata wapi tena mdogo wangu? Dada, tunasikitika kukwambia kuwa mdogo wako amefariki dunia baada ya kujirusha kutoka juu ya ghorofa. Malaika jamani, malaika nisamehe, mimi dada yako, sikujua kuwa maneno uliokuwa unaniambia ni ya kweli. Laiti kama ningekuamini, najue ungepata nguvu mpya ya kukabiliana na hili. Nisamehe sana ndugu yangu. Halo Sam, umeshatoa taarifa? Ndiyo, tayari nimeshatoa taarifa. Sasa naomba umtaarifu kuwa ndugu yake amezinduka ya wakati tunampeleka kwenye chumba cha kuhifadhia maiti, hivyo mwambie afike hospitali ya haraka sana. Sawa dada, nimepata taarifa kuwa mdogo wako ni mzima, hivyo tunapaswa kuongozana kwenda hospitali. Oh, asante sana Mungu mara, hata sijui ningewaambia nini. Watu siku nyingine, jambo baya linapomtokea mtu wako wa karibu, usikimbilie kumhukumu, bali unapaswa kumhurumia, kumsikiliza, kumfariji na kumsaidia kukubaliana na changamoto aliyoipata, maana ukimkataa na kumhukumu kwa maneno makali unaweza kuchochea zaidi hisia zake na kumfanya achukue maamuzi ambayo yatagharimu maisha yake. Nimekuelewa afande, na kuahidi nitaufanyia kazi ushauri wako.